Wakati ardhi itakapotikiswa mtikiso mkubwa, wbussat ljibalu bassa, na milima ikapondwa pondwa, pondwa upondwaji mkubwa, fakanat haba mumbatha, kwa sababu ya kupondwa pondwa huko milima ikawa vumbi lenye kutawanyika, wakuntum azwajan thalatha na nyinyi watu mtakuwa namna tatu. wa ashabul maymanati ma ashabul maymana, basi watakuwepo watu wa kuliani. Je, ni kina nani watu wa kuliani? wa ashabul mashamati ma ashabul mashama, na watakuwepo watu wa kushotoni. Je, ni kina nani watu wa kushotoni? wasabiquna asabiqun na watakuwepo waliotangulia mbele basi watakuwa mbele. Ulaika almuqarrabun fi jannatin naim, hao ndio watakaokurubishwa katika pepo zenye neema. Sunnatun min alawwalin wa qalilun min alakhirin, kundi kubwa katika wa mwanzo na wachache katika wa mwisho. ala sururin mawduna muttakin alaiha mutaqabilin, watakuwa juu ya vitanda vilivyofumwa vizuri hali wakiwa wameviegemea huku wakitazamana. yatufu alaihim wildan mukhalladun biakwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in, watazungukiwa na vijana wenye kudumu bilauri na mabirika na vikombe vya mvinyo kutoka kwenye chemchem -chem. La yusaddauna anha wala yunzifun. Hawatapata maumivu ya kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatatokwa na akili. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, na matunda watakayopendelea wao. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun na nyama za ndege katika watakazozitamani. wa hurun in ka amthali lului lmaknun na wanawake wenye wa macho makubwa yaliyomeupe sana na weusi sana kama mfano wa lulu zilizohifadhiwa. jazaan bima kanu ya'malun ikiwa ni malipo kwa ambayo walikuwa wanatenda duniani. la yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima, hawatasikia humo maneno ya upuzi wala yanayopelekea kupata madhambi. illa qilan salaman salama, isipokuwa itasemwa salama na amani. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, na watu wakuliani wepi hao watu wakuliani? fi sidrin makhdudi wa talhin mandudi wa dhillam mamdud wa ma'in maskub, watakuwa kwenye mikunazi isiyo na miba na migomba iliyopangiliwa na kivuli kilichotandazwa na maji yenye kumiminwa. wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'a, na matunda mengi hayana kikomo na wala hayakatazwi. wa furushin marfu'a, na matandiko ya kupumzikia yaliyoinuliwa. inna anshanahunna insha Hakika sisi tutawaumba mahuru laini upya. faja'alnahunna abkara urban atraba, na tukawafanya kuwa bikra wenye mahaba waume zao na wana umri unaolingana. li ashabil yamin, ni kwa ajili ya watu yani wa kuliani. thullatun min alawwalin wa thullatun min alakhirin kundi kubwa katika watu wa mwanzo na kundi kubwa katika watu wa mwishoni. wa ashabu shimal wa ashabu shimal ma ashabu shimal na watu wa kushotoni, je, ni wepi watu wa kushotoni? fi samumi wa hamim watakuwa kwenye moto ubabu wao na maji ya chemkayo wa dhillin min yahmum la baridi wala karim, na kivuli cha moshi mweusi mnene wa joto kali mno si cha baridi na wala si cha kunufaisha. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, hakika walikuwa kabla ya hapo kwenye maisha ya neema na anasa wakanu yusirun ala alhinth alazim, na walikuwa wakishikilia kufanya dhambi kubwa mno. Wakanu yakuluna aida mitna wkunna turaban wa izaman ainna lambuthun, na walikuwa wakisema ye hivi tutakapokufa na tukawa udongo na mifupa, ye hivi sisi hakika tutafufuliwa au na wazee wetu wa mwanzo? Sema, hakika wa mwanzo na wa mwisho, hakika watakusanywa kwenye wakati na siku maalum. kudhihirisha hakika nyinyi yenye upotovu mnao kadhibisha. la akiluna min shajarin min zaqqum, hakika mtakula chakula kitokanacho na mti wa mzakum. famaliuna minha halbutun Basi mtajaza kutokana na mti huo matumbo yenu. fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurbal hiyam na mtakunywa juu yake maji ya moto ya chemkayo, tena mtakunywa unywaji wa ngamia mwenye kiu kubwa. hadha nuzuluhum yawmiddin, hayo ndiyo mapokezi yao siku ya malipo kiama. nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, sisi tumekuumbeni, basi kwa nini hamsadikishi hilo?

wma nahnu bmasbuqin ala an nubadila amthalkm wnnshikm fi ma la talamun, Sisi tumekadiria kati yenu mauti na haikuwa sisi wenye kukimbiwa, kwamba tutawabadilisha wengine mfano wenu na tukuumbeni katika umbo msilolijua walaqad alimtum nash'ata al-ula falawla tadhakkarun, na bila shaka mmejua umbo la kwanza, basi kwa nini hamkumbuki? afara'aytum ma tahruthun aantum tazraunahu am nahnu az-zari'un, je, yeah, naona mbegu mnazozipanda, je yeah, ni nyinyi ndio mnaoziotesha au sisi ndio wenye kuotesha mimea? Law nasha'u laj'alnahu hutaman fa dhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun, law tungelitaka tungelifanya mabua yaliyonyauka, na mkabaki mnashangaa na kusikitika mkisema, hakika sisi tumegharimika bali sisi tumenyimwa. Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun Je, mnaona maji ambayo mnakunywa? Je, yeah, ni nyinyi ndiyo mliyoteremsha kutoka katika mawingu ya mvua, au sisi ndiyo wateremshaji? law nashaa jaalnahu ujaja falawla tashkurun, lau tungelitaka tungeliyafanya ya chumvi kali chungu, basi kwa nini hamshukuru? afaraaytum nnara allati turun, je mnaona moto ambao mnauasha Antum anshatum shajarataha am nahnu almunshiun, ye yeah, ni nyinyi ndiyo mliouumba mti wake, au sisi ndiyo waumbaji wa mti huo. Nahnu jaalnaha tadhkiratan wa mataan lilmukuwin, sisi tumeufanya kuwa ni ukumbusho na manufaa kwa wasafiri. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Basi litakasi jina la Mola wako aliyetukuka.